Mwangi Kariuki, muuzaji barakoa aliyepigwa risasi na polisi jijini Nairobi Jumanne, sasa inadai kutelekezwa na serikali licha ya afya ya mwana wao kudorora. Na familia hiyo ya Kariuki inasema kufikia sasa idara ya serikali iliyoulizia hali yao wala kuandikisha taarifa ya matukio yaliyosababisha jamaa yao kupigwa risasi. Na Gatete Njoroge na maelezo zaidi. Mamake Boniface Mwangi Kariuki ni mwingi wa huzuni. Kwa siku tano sasa, hajasikia sauti ya mwanawe ambaye maisha yake yanategemea mashine inayompa hewa baada ya kupigwa risasi wakati wa maandamano Jumanne wiki hii. Nasikia vibaya kwa saa hii, mtoto wangu bado hajatoka. Wa mhojwa sana mara ya kwanza vile alikuwa hajabadilika The the natujue hali ya ukweli ya huyu kijana, maana huyu kijana hajawahi badilika kutoka siku ya kwanza, unakuta una tu amerara. Familia inasema inahisi kutelekezwa na serikali inayopaswa kubeba jukumu la kuhakikisha wanapata haki na mwana wao amepata matibabu yanayofaa, kwani ni polisi aliyesababisha haya.

Cha kutamausha hata zaidi ni taarifa ya kuhadaiwa kwa babake Kariuki na wakora wa mitandao waliomwibia shilingi laki mbili alizochangiwa na wasamaria wema. Ni mtu alikuwa anasema ati ako kwa saa, ati tukinini hiyo bill dio ipunguke nitume 20 na 500 lakini mwenye walienda kuweka akaweka kimakosa ikaenda ikiwa mia mbili na mia tano, lakini imeenda likachukua ubi namba. Polisi wawili waliokamatwa kuhusiana na kisa hicho, Masinde Barasa na Duncan Kiprono wangali wanazuiliwa, huku kesi hiyo ikitarajiwa kusikilizwa mwezi ujao. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.